Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imefungua dirisha kwa ajili ya wale wote ambao wanaamini wakati wa upigaji wa kura tarehe 29 ya mwezi Oktoba hawatokuwepo kwenye maeneo yao waliojiandikisha kujaza fomu maalum ili kupata ridhaa hiyo kwa maeneo ambayo wamekwenda. Miongoni mwa sababu ambazo zimetajwa ni mtu ambaye atakuwa amesafiri umbali mrefu kutoka eneo lile kwenda eneo jingine, mtu ambaye amehama kimasomo, kwa hiyo ametoka eneo A na kuwa eneo B kwa sababu ya uhitaji wake wa kuendelea na masomo. Lakini mtu ambaye amehamishwa kituo cha kazi, alikuwa kituo B na sasa amekwenda C, kwa hiyo ni lazima apate pia ridhaa hiyo na aweze pia kuandikishwa kwa ajili ya kupiga kura. Lakini wengine ni wale ambao watakuwa na vifungo vya ambavyo havizidi miezi sita, miongoni kwa sababu ambazo zimeainishwa na INEC kwa wale watu ambao watajaza fomu ili kupata ruhusa hiyo ya kupiga kura kwenye vituo vingine. Tutajadili hilo kuangalia nini tija ambayo imeonekana na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi hapa nchini na hatimaye kuamua kufungua dirisha hilo na kulenga watu wenye sifa hizo. Je, udhibiti wake utakuwaje? Miongoni mwa maswali ambayo yamekuwa yakiendelea kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo makundi sogozi hapa nchini. Naitwa Nordin Selemani, nikikualika kwenye Uchanganuzi hii leo ili kuweza kukidhi kiu ya hayo ambayo yamekuwa yakizungumzwa. Tumemwalika hapa Deus Kibamba, mchambuzi wa maswala ya siasa mwana diplomasia mwana mwanasheria lakini pia ni mmoja wa watu ambao ameshiriki kwenye uangalizi wa uchaguzi kwenye maeneo mbalimbali barani Afrika. Karibu sana. Nakushukuru sana Nori. Kwema, kwema kabisa. Hebu <laughs> tuanzie hapa. Kila mmoja baada ya tangazo hili amekuwa na la kwake la kusema, na mjadala umekuwa ni mkubwa sana japokuwa inaonekana si jipya, kuna baadhi na miaka iliyopita watu wamepiga kura za rais wakiwa wametoka eneo A kwenda eneo B. Imekuwaje kwa sasa watu wanaona ni kama jambo tofauti hivi? Ah, nadhani kwanza nakushukuru kwa kunikaribisha, lakini eh, mjadala huu umenishangaza kwamba unawashangaza wengi hmm. Eh, kitu nimejifunza ni kwamba tunahitaji sana nchi yetu, e, walimu wa historia, kwa sababu historia ya siasa katika nchi yetu inakuonyesha kwamba tangu tuliporejea kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa, tumerejea kwa sababu tulikuwa na mfumo wa vyama vingi e, wakati wa uhuru mm, lakini baadaye E, mwaka 65 mfumo ule ukawa umebadilishwa. E, kuliteuliwa tume hapa, tume ya Mzee Kawawa e, ikawa imependekeza kwamba nchi yetu ni vizuri iingie kwenye mfumo wa chama kimoja. Baadaye mwaka 92 mfumo ulirejea rasmi, napo paliteuliwa tume, tume ya Jaji Nyalali ikawa imependekeza kwamba ingawa watu waliokuwa wametaka tuendelee na chama kimoja walikuwa wengi zaidi, lakini asilimia 20 iliyotaka vyama vingi ilikuwa inaonekana ina hoja nzito sana. Kwa hivyo tukaingia kwenye mfumo wa vyama vingi. Sasa niseme jambo hili la e, kuwa na uwezekano kama umejiandikisha kupiga kura katika daftari la kudumu la wapiga kura, na nimetamka la kudumu kwa sababu hapa tunachomaanisha ni kwamba ili uweze kupiga kura ni lazima uwe kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Hatuna utaratibu kama ule wa uchaguzi wa serikali za mitaa, mm-hmm, kwamba daftari linaandikishwa papo kwa hapo. Hatuna hiyo. Sasa ukiwa umeandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, unaweza ukaomba kama imekupata ume ume, wazungu wanasema ume anticipate, kama umewaza kwamba, mm, mwaka huu siku ya kupiga kura nitakuwa hapa kweli maana ni lazima u, ufikirie hivyo sasa. mm, Mm. Siku za nyuma kulikuwa na tofauti kidogo mm. Ilikuwa siku yenyewe ya kupiga kura, siku yenyewe ya kupiga kura, endapo umejikuta siku hiyo uko sehemu tofauti, ndipo unatembelea kituo pale ulipo, labda unakwenda umeamua, wewe ulikuwa umejiandikisha Dar es Salaam mm. Sasa uko Mbeya siku ya uchaguzi imekukuta uko Mbeya, labda umeenda kuzika basi. E, unaongozana na wale wenyeji wako wanapoenda kupiga kura. Ukifika pale unamwomba msimamizi, yeye anakupa fomu mm. E, kwa mujibu wa kanuni za mwaka huu fomu hiyo iko kwenye jedwali ambalo ni fomu namba 29. Sasa hiyo fomu unajaza halafu anafikiria kwamba hizo sababu zako anazikubali mm. au anazikataa mm. Akizikubali anakuruhusu unapiga kura. Sasa hiyo ndio utaratibu wa siku za nyuma e, kwa hiyo ulikuwepo mm. Ila safari hii tume imeamua iwahi yeah. Imetoa siku kumi na nne kuanzia kesho. Siku ya kesho siku ya kesho ni siku ya tarehe kumi na tisa kesho kutwa e, kesho kutwa mm. tarehe kumi na tisa Basi kuanzia kesho kutwa mpaka tarehe mbili mwezi wa Oktoba umepewa uweze ku Toa hayo maombi sasa. Maombi yenyewe kama ilivyoelezwa e, ndio kuna utaratibu ule wa kuomba sasa. kilicho ni E, nilichokiona mimi sasa kama mchambuzi, nadhani tume imejiongeza mm -hmm. Imejiongeza kwamba safari hii iwahi kidogo, na nadhani labda imepungukiwa kazi. Unajua, ukipungukiwa kazi unaamua mambo mengi uyafanye mapema e, samani sana kwa, ku, kwa kufikiri hivyo e, lakini pia E, ni nzuri hiyo, mimi mm, naipongeza sana tume, lakini itakuwa na kasoro kidogo kwa sababu kuna mtu mpaka tarehe mbili unaweza ukawa hujajua bado mm. Kama utakuwa siku, siku ya tarehe 29 Oktoba itakukuta nje ya mahali ulipojiandikisha okay. E, unaweza ukawa hujui kwa maana yake, dirisha labda lingeongezwa dirisha lingesema mpaka tarehe 28 unaweza ukaomba mpaka tarehe ishirini na nane kwa ajili ya tarehe ishirini na tisa kuweza kuweza ku na mimi nilikuwa napendekeza kwamba e, tume nimeona tangazo la tume, naipongeza tume, lakini nashangazwa, sijui kuna tatizo la e, nadhani pale kuna tatizo pale tume la kutopenda kutafuta ushauri wa wananchi kwa sababu kama tume ingetafuta ushauri wa wananchi hasa vijana mm. Gen Z mm, tufanyeje huu utaratibu wa mtu ambaye atajikuta yuko nje ya kituo alichojiandikisha. Gen Z, ushauri wa kwanza ambao wangetoa wangeikumbusha tume itekeleze kifungu cha 166 cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani. Hili nimeshangaa tume haija haijanukuu hata kwenye tangazo hili. Tume imenukuu ibara ya tano ya katiba ya Tanzania, hasa ibara ya tano ibara ndogo ya tatu che. che, lakini ni dhani wangenukuu na b, kwa sababu b ndiyo inaeleza kwamba, tume moja ya majukumu yake itaweka kwanza, ni haki ya kila mpiga kura aliyejiandikisha aliye na miaka 18 kuweza kupiga kura. Kwa hiyo tume inakerwa, inatakiwa ikerwe kama Bwana Nurdini, umejiandikisha una miaka 18 na umejiandikisha alafu siku imefika ya kupiga kura, kuna mazingira yanafanya wewe usipige kura, labda ni mgonjwa au kwa wale wanaoamini katika tiba asili umekwenda kwa mganga u, umetoka Dar es Salaam ulijiandikisha Dar es Salaam, sasa uko kwa mganga Sumbawanga, umekwenda kwenda kuagua kule, ila isiwe isiwe zile tunasema eh, eh, eh, tunasema zile uaguzi wa chonganishi eh, mm. Watu naita nini, ile tunasema ramli chonganishi, ramli chonganishi. Ikiwa ramli tu unaenda kujicheki afya yako, sasa uko Sumbawanga na ulijiandikisha ulijiandikisha Dar es Salaam, naongea kama mzao mm. lakini hiyo ni sababu moja wapo imetolewa kwenye katiba, kama umekwenda kwenye matibabu kwa mfano sehemu mbali na ulikojiandikisha. Sasa mimi nikadhani kwamba wangekuwa wanasema kwamba mtu wa namna hiyo akijikuta yuko huko basi siku ile ile hata siku ile ile asubuhi unaweza ukaamua ukatumia kwa kutumia kifungu cha 166 cha sheria yenyewe ya uchaguzi mm. Unaweza ukaingia kwenye mtandao kwenye simu yako tu ukaomba. Ukiomba mle, basi tume ikakukubali, kwa sababu tume ina wataalamu wengi wa mambo ya ya tehama mm. Tume inakukubali wewe, unaomba, baada ya dakika mbili unaona tume imekukubali, halafu unaelekea kwenye kituo na imeshakutajia uende kituo gani pale Sumbawanga, unakwenda kupiga kura. Lakini niwaambie pia wanaotazama, Baranudin, fursa hii huwa sio fursa ya kukupa haki kamili, inakupa haki asilimia 33, theluthi moja tu ya haki mm. na miaka yote iko hivyo na sheria inataka hivyo na katiba inataka hivyo yeah. kwa nini mm ni kwamba huo upigaji kura unaoweza kuruhusiwa, hutaruhusiwa kumpigia diwani, hutaruhusiwa kumpigia mbunge wako. Kwa nini? Wewe umejiandikisha Temeke, sasa uko Sumbawanga. Sasa kule Sumbawanga wewe utamchagua diwani? Wewe umekwenda kule kwenye matibabu kwa muda mfupi tu, kwa hivyo si utarudi tena Temeke, unamjua kwanza kwanza, okay? au umehamishwa labda kituo, sasa si utarudi kwenye kituo chako labda, kwa hivyo diwani uliyetakiwa umchague ni yule wa kwenu kule ulikojiandikisha kudumu, mm, kwenye daftari la wapiga kura. Kwa hivyo utakosa fursa ya kumpigia diwani, utakosa fursa ya kumchagua mbunge mm, ila unaweza kumchagua rais. Yes. Turejee hapo hapo kwenye uh, sheria yenyewe uh, Kibamba utusaidie uh, yawezekana huyu mtu yupo kwenye jimbo lile lile, lakini ameama kutoka kata moja kwenda kata nyingine sheria inamweka wapi huyu mtu? ah, sasa huyu huyu kama umehama kata kwa kweli, unatarajiwa kwamba e, taarifa zako utaweza kujaza fomu namba 29 ile ile. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe utatakiwa, e, utatakiwa umchague sasa, e, e, rais. Hmm. Kwa hiyo hapa kinachoelezwa na hii ni kwa wapiga kura, Bwana Nurdin, kuna watu wengine wanaoruhusiwa kupiga kura katika eneo ambalo hawakujiandikisha kudumu hmm. Maanake hii tusi, tusifanye nusunusu hmm. E, na kwa kuwa umenileta hapa lazima ni, ni, nimalize kabisa. Kuna watu ambao tume inaweza kuwaruhusu pia wapige sehemu nyingine kura, kwa mfano watendaji wa uchaguzi hmm. Eh, labda wewe umepewa kuwa msimamizi wa uchaguzi au wewe ni wakala. Sasa umejikuta huko kituo tofauti na kule ulikojiandikisha kudumu, lakini sasa uko ndani ya jimbo lile lile na uko ndani, kwa sababu wakala hatutegemei atatoka hapa Dar es Salaam akawe wakala Iringa. mm. Eh, mm. kama kuna vyama vinapanga hiyo. <laughs> nadhani mtawanyima fursa mawakala mm. wenu mm na watendaji nao huwa kwa kweli, inahamasishwa watendaji, kwa mfano, wasimamizi wasaidizi au makarani wa upigaji kura, inahamasishwa kwamba wale Watemeke wanaofanya kazi hiyo Temeke wawe wanatokea Temeke. Lakini sasa unaweza ukawa uko kata nyingine au uko kituo mtaa tofauti. Sasa katika hatua kama hiyo, unaweza kuruhusiwa kupigia e, kupiga kura ya wote kabisa, ukaruhusi kwa sababu uko uko jimbo lile lile, hmm. Utaruhusiwa umpigie na mbunge, na uko kata ile ile utaruhusiwa umpigie na diwani. Hao wameruhusiwa moja kwa moja, lakini kwa mpiga kura unaruhusiwa tu kuhamisha taarifa na kuomba ukijaza fomu namba 29 kwa ajili ya kumchagua rais peke yake. Na nikwambie Nurdin, tume tangazo lake ni zuri, lakini mi naona kama limepungukiwa pia. Kwa nini? hmm. walivyoiandika ile taarifa, na ningewasihi waongezee ili tangazo kwa sababu lile tangazo, mtu anaweza akawa yuko Kenya yuko masomoni mm, akafikiri kwamba halijakataza akafikiri kwamba anaweza akaiandikia tume na si wametume wamesema, mm, anaweza akajaza hiyo fomu online kimtandao mm. mimi nahisi kwa tangazo lile jinsi ambavyo halijaweka ufafanuzi vizuri, linaweza likapata watakaojaza fomu wako Italia wako Marekani mm, kumbe hao hawaruhusiwi mimi nafikiri katika ile tanbihi, maana pale chini ile tangazo tume imesema tanbihi, imetoa tanbihi mbili pale kwamba e, ya kwanza ni kwamba unayeweza ukiweza ku, kuomba hiyo maombi utafanya utapiga kura kwenye hicho kituo kipya kwa mwaka huu tu, mwezi tarehe 29 Oktoba. mm. Baada ya hapo usije ukafikiri mwaka 2030 utaruhusiwa tena kupiga huko huko mm. Itabidi sasa uje, uje kama bado unaendelea kuishi kule, uje ujiandikishe upya, yani uje ubadilishe taarifa zako tume itakapopita kurekebisha daftari la wapiga kura. Lakini sasa kwa kwa tume haijaonya kwamba hawa wanaoruhusiwa kubadilisha taarifa ili wampigie rais kura ni wale walioko ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pekee. Nategemea kuna maombi tume itapata kutoka okay, Kenya, kutoka Burundi. <laughs> Yaani, Mtanzania ambaye alijiandikisha Moshi, mm, hivi sasa tunavyoongea yuko masomoni Bujumbura. Kwa tangazo hili la tume anaweza akaomba. Lakini mimi ninachojua kwa mujibu wa sheria, ninazo sheria hapa na kanuni mbalimbali mm. Hii ni kanuni ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani. Mimi ninazo ninazo manji. Kabisa kabisa yeah. na kanuni hizi zinakataza mpaka leo na sheria inakataza kitu tunaita diaspora voting hairuhusiwi. Mtu ambaye yuko nje ya mipaka ya Tanzania, hayuko Pemba wala hayuko Peramiho, huyo hmm. haruhusiwi kupiga kura kwa mpaka hivi sasa. Tija yake inaweza ikasaidia uu uh, uamuzi kuongeza uh, idadi ya wa wapiga kura, kwa sababu tunaona katika miaka ya karibuni kumekuwa kuna kuporomoka kwa idadi ya wapiga kura wanaojiandikisha ni wengi, lakini wanaokwenda kwenye upigaji wa kura idadi ni ya kusikitisha kweli kweli. Hakika naweza kusema kwenye hilo tume ime utaratibu huo ambao uko kwenye sheria, in fact uko kwenye katiba hmm. Ibara ya tano iko wazi kabisa kabisa, ndio inayoanzisha mjadala huo, inasema kwamba tume itahakikisha kwamba e, ibara ya tano, ibara ndogo ya tatu inasema bunge litatunga sheria e, ya uchaguzi ambayo ndio hii imetungwa, ambayo hiyo sheria itaweka masharti kuhusu mambo yafuatayo kwenye be, kutaja sehemu na nyakati za kuandikisha wapiga kura na sehemu za kupigia kura. Unaona, kwa hiyo sheria hii ndo inataja, lakini che, ambayo tume ndio imerejea kwenye tangazo lake kuweka utaratibu wa kumwezesha mpiga kura aliyejiandikisha sehemu moja ya kupiga kura kwenda kuweza kupiga kura sehemu nyingine na kutaja masharti ya utekelezaji wa utaratibu huo. Ndio maana unaona tume sasa imeweza kutoa hilo tangazo kutokana na kwamba iliingiza hilo jambo kwenye sheria, na sheria viko vifungu kadhaa kifungu cha arobaini, eh, na tatu, kifungu cha 42, kifungu kidogo cha tatu, tume inaweza kutoa maelekezo na kuweka masharti ambayo mtu anaweza katika siku ya uchaguzi wa rais kuruhusiwa kupiga kura katika kituo cha kupiga kura tofauti na kile alichopangiwa. Kwa hivyo hizi zote zimeeleza na ukienda kwenye kanuni, kanuni ya 48 nayo imeeleza hivyo. Sasa ninachojaribu kusema ni kwamba hii inaongeza, lakini inaongeza, lakini watu gani, wapiga kura gani, inaweza kuongeza kura za rais. Mm. Bas, haiwezi kuongeza kura za mbunge wala kura za madiwani. Mm. Sasa kwa hivyo unaweza ukakuta kura za rais zikawa nyingi na hapo inabidi tume iwe makini. Mm. Kwa sababu watu wengine wao wanafikiri kwamba kama mbunge anaonekana wa chama fulani ameshinda katika eneo hili, hebu tuangalie kwani kura za urais aliyeshinda ni nani? Hiyo sio sahihi mm. kwa sababu kura za urais zinaweza zikawa zimeenda zaidi kwa chama fulani, alafu kura za ubunge zimeenda zaidi kwa chama mm. kingine. Kwa hivyo hapo utaona kwamba swali lako ni kwamba ni kweli kura zinaweza mwitikio wa watu kuweza kupiga kura unaweza ukapanda lakini, katika ngazi ya kumpigia rais mm. ila sio katika kupigia wabunge na madiwani. Okay, kabla tujaendelea, uh, Kibamba, tuangalie baadhi ya zile sababu ambazo tulizitaja, ndio, kwa uchache wake, lakini kwa faida ya yule ambaye anatufuatilia. Sababu ambazo zimeainishwa ni hiyo, mtu ambaye atakuwa, uh, kwenye mambo ya biashara ama safari ya muda mrefu katika eneo husika, kuwa masomoni ya malikizo ya masomo kuhamishwa kituo cha kazi, kuwa katika matibabu ambayo umeelezea vizuri mtu mm. anaweza akaenda Sumbawanga, e, kuhamishwa makazi, kuhukumiwa kutumikia adhabu ya kifungo, kuhamishwa gereza e, kumaliza kutumikia kifungo gerezani na sababu nyingine yoyote ambayo tume itaona inafaa. Hizi ndizo sababu ambazo zimeainishwa kwenye taarifa ya tume, kwamba wewe ukiwa na sababu hizi, basi unaruhusiwa kwenda e, kubadilisha maelezo yako a, kwamba sasa kituo ambacho nilikuwa A sitokuepo tena nitakuwepo kituo D kwa sababu hizo hapo. Wakati tunatukimbia kweli kweli, kibamba ndio, uh, moja umetueleza tija ambayo sasa tutakaoipata kwamba watu watakwenda kwa idadi lakini moja ya jambo ambalo nimeliona pia likijadiliwa uh, ni udhibiti, na hapo umezungumza mm, kwamba watu wanaweza kuona kura za urais hapa zimekuwa nyingi, watu wanaweza kulikoni. Hapa udhibiti wake hapo na kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vyema, unapaswa kuwaje kwa mujibu wa sheria? Sasa ndio udhibiti ungeweza u, u, u, kwa kweli tume ndio inafanya huo udhibiti mm lakini nimeona tume mwaka huu, kwa mfano, ikiwa ina inabeza hoja ya e, Mheshimiwa Balozi mstaafu Amfre Polepole, imeeleza kwamba ah, ah, huu uzushi kwamba tume sijui mifumo imeunganishwa na ya Chama cha Mapinduzi, huu ni uzushi kwa sababu tume haitumii kupiga kura, kuhesabu, wala kutangaza, haitumii e, teknolojia yani tehama. Mm. Haifanyi hivyo kielektroniki, lakini mi nafikiri huko tuendako tufanye hivyo, tuanze kufanya hivyo kielektroniki. Kuna faida tatu kwanza, ukiwa unafanya kielektroniki ni kwamba kuna uwazi wa hali ya juu kwa sababu kura zinapoingia inawezekana kabisa walio kwenye seva kuweza kuona kura zilikuwa zinaingia mpaka saa nne asubuhi, nani alikuwa amepata ngapi. Lakini la pili kabisa ni kwamba hata hii mifumo ya ku unajua, isingehitajika kujaza hizi fomu mm, kama ingekuwa tunapiga kura kielektroniki. Ziko nchi kwa mfano, nimekwenda nchi ya Estonia, mm. wao wanapiga kura kielektroniki. Kwa kuwa wanapiga kura kielektroniki, ukiwa Estonia au ukiwa nje ya Estonia, unaruhusiwa kupiga kura zote mpaka diwani mm. Yaani popote ulipojiandikishia haijalishi, kwa sababu kwa kupiga kura kielektroniki si ukibonyeza hivi ukasema mimi nataka kupiga kura Machame e, kata ya Machame e, kusini mm. Sasa mtandao ule unakwambia kata ya Machame kusini mm. Wagombea wa udiwani ni Juma Mahmud na Hamis Juma na Amina Sekilago, basi unamtaka nani? Unabonyeza kwa Amina Halafu ubunge inakutajia unabonyeza kwa mbunge, halafu raisi maraisi hawa hapa kumi na saba e, yupo wa CCM yuko wa ACT yuko wa Chauma, unabonyeza pale unapotaka. Kwa hivyo jamani, inatumia gharama chini sana, yani unaweza ukaendesha uchaguzi sasa hivi. Mwaka huu tumepitisha bajeti, bunge limepitisha shilingi trilioni moja. hmm. Eh, unaona ninavyotamka trilioni nakaribia kujingata, kwa ajili ya uchaguzi, lakini tungeweza kupunguza, eh, budget ya kuendesha uchaguzi, kama na hata wao wasimamizi wa uchaguzi na makarani na watendaji watapungua. Ila naonya ili tuweze kufikia upigaji kura wa kielektroniki, lazima kwa kweli misikiti na makanisa yaongezeke tuweze ku ombea watu wetu wanaosimamia uchaguzi wawe na uadilifu wa hali ya juu, kwa sababu huko ndio, ukicheza kidogo tu, eh, unajua elektroniki mm. inataka muwe bwana Nuruddin, tuwe tuwe waadilifu sana mm. kwa sababu unaweza ukaamua usimamishe kidogo elektroniki mm. au ukaamua zile namba zinazoenda kwa Nuruddin uzipeleke kwa bwana Kibamba mm. eh, kwa hivyo nadhani kwamba tukiweza kuwa na uadilifu ukapanda Mm. miaka ijayo mimi ningeombea kwa mfano mwaka 2030 mm. tayari sheria imeshaeleza kifungu cha 166 mm. kimeelekeza kwamba tume kwa kila mara itakapoweza mm. itumie tume inaweza kutumia teknolojia katika utekelezaji wa, wa majukumu yake kwa hiyo katika upigaji mm. kura katika uandikishaji katika kuhesabu kura katika kutangaza matokeo tume i, kifungu cha 166 kimeitaka tume e, kinasema kina tume inaweza kutumia teknolojia katika sheria ya uchaguzi, uchaguzi wa rais wabunge wa na madiwani wa madiwan ya mwaka 2024. Lakini pia uh, Deus Kibamba akatoa naye maoni yake kuhusiana na namna ambavyo anaona wakati utakapokwenda huko mbele basi tutumie njia zi za kielektroniki katika upigaji wa kura kama ambavyo mataifa mengine hatua hizo. Nikushukuru sana asante sana. Na nimekuwa naye Deus Kibamba hapa, mchambuzi wa masuala ya siasa, tukiangazia uamuzi wa Tume Huru ya Taifa Uchaguzi kuweka bayana kwamba wale wote ambao walijiandikisha katika kituo A, e, na siku ya kupiga kura watakuwa katika eneo tofauti, basi wafuate taratibu ili waweze kutimiza haki yao ya msingi ya kupiga kura. Naitwa Nurdin Selemani, nikutakie tu usiku mwema, panapo majaliwa. Tukutane tena kesho, kweli.